Katika kusherekea Dominika ya Matawi, vijana hao wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha walianza kwa maandamano kutokea parokia ya Mtakatifu Vicent Esso Palloti na kwenda kufanya adhimisho la misa takatifu katika parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Sombetini. Katika adhimisho hilo, mwashamu baba askofu mkuu Isaac Amani wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha alisema haya: Tupendwa katika Kristo, tumejaliwa kuiona Dominika ya Matawi mwaka huu 2025. Tunamshangilia Yesu Kristo mfalme, tukikumbuka siku aliyoingia Yerusalemu, ili kutimiza kazi ya kutukomboa kwa upendo wa ajabu, kazi ambayo ilimleta duniani. Neno wa Mungu alitoa mwili akakaa kwetu ili atukomboe sisi wenye mwili tusiishi kwenye mwili, bali tunyanyuke na kushika nafasi ya utukufu kwenye mpango wa Mungu. Hebu tumshangilie Mungu, mwaka huu ni mwaka wa jubilei, mwaka wa neema mwaka wa kumshukuru Mungu kwa zawadi tatu za msingi: zawadi ya uhai, zawadi ya ukombozi na zawadi ya ahadi ya uzima wa milele. Ndio maana mtu anaponiambia ati Mungu ni wa kila dini ni ile ile moja, hapana, huyu ni tofauti. Mungu wetu ni tofauti na miungu wengine wote ambao mnasikia huko duniani. Ni Mungu ambaye ana nafsi tatu, hilo ulielewe. Basi ndivyo Yesu alivyo tuonesha kwamba upendo hudai kujishusha, upendo hudai kujishusha. Kama hakuna kujishusha, huo sio upendo, sio upendo huo. Upendo hudai kutumikia, hiyo ndio alama ya upendo. Kama unakataa kutumikia, unakataa kutumika, wewe sio, huna upendo, sema kitu kingine hakuna upendo hapo. Basi mwalimu wetu wa upendo ni Kristo, anachofanya kitufungue macho, tuzo la pendo la kweli. Tuzo la pendo la kweli ni kutukuzwa na Mungu Baba aliyetuumba, anatukuza, anatukuza pendo la kweli ambalo linakujishusha kutumikia na kutumika. Ndio maana wanaosema i love you ni lazima waoneshe kwa mambo hayo ya utumishi, kutumikia. Sio mtu anakudanganya na kutafuna, anakuambia nakupenda. Mpumbavu mkubwa wewe, yaani unaumizwa alafu nasema unapendwa. Hakuna akili hapo. Tuangalie katika pendo la kweli, Mungu anatuonesha. Huyu aliyetupenda amekuja kwetu, akashuka ili atuondoe kwenye kudanganyana na kutuingiza kwenye mfumo wa kupenda kwa usahihi. Shule ya upendo ni msalabani, mapenzi ya kweli ni msalabani, sio vichakani, sio kwenye gesti. Pana pale msalabani tunashuhudia Mungu anayetupenda anatoa gharama kubwa, mwanaye ya pekee atukomboe. Basi Yesu amepewa jina lipitalo kila jina, kwa sababu ametii kikamilifu mapenzi ya Baba. Ndio maana kwenye sala Baba yetu, mapenzi yako yafanyike duniani kama... Basi mapenzi yako yafanyike maishani mwangu kama utakavyo wewe Mungu, kwa sababu Mungu ana kipaumbele katika maisha yetu. Kwa hiyo kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri kwa ya kuwa Yesu Kristo ni nani? Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana leo na siku zote, utakapoulizwa Yesu ni Mungu sema ndio, mia kwa mia. Yesu ni binadamu ndio, mia kwa mia, isipokuwa kutenda dhambi, lakini ni binadamu kabisa. Alitungwa mimba, alikaa kwenye mimba miezi mingapi? Sita? Tisa. Na akazaliwa akanyonya, pia akachoka kama sisi na alianza kazi ya kufundisha akiwa na miaka mingapi? 30. Amekaa katika malezi akitulia mpaka miaka 30, basi yeye ni Kristo Bwana kwa utukufu wa nani? Wa Mungu Baba. Wafuasi wa Yesu wawe wanyenyekevu, sisi tunaalikwa tumtafute, tusome, tujifunze tumwone Yesu ambaye ni mnyenyekevu, na tunatakiwa tumweke Mungu na jirani. Mungu na nani? Mungu na jirani wawe mbele na sio kujiweka mbele sisi, tukikanyaga haki za Mungu na za wengine, huo sio upendo. Mungu kwanza, jirani yangu kwanza, hiyo ndiyo amri ya upendo. Mungu kwanza, jirani yangu na haki zake kwanza mimi nisikanyage haki za Mungu ama za jirani yangu nikidhani kwamba tunaonesha upendo. Mwinjili Luka katika simulizi la mateso ya leo tumesikia, tuchukue hapo mambo sita tu, mambo sita tu, chote yako mengi zaidi. La kwanza ni huruma. Yesu anatuonesha huruma, aliwaambia waandae silaha, wakasema tuna mapanga mawili lakini yalipotumika yale panga moja tu ikatosha. Yesu mwenye huruma. Yesu hakubaliani na matumizi ya nguvu katika familia zetu za Wakristo. Je, matumizi ya nguvu yapo ama yapo, ile ya nguvu ya kuumiza eh? Sio nguvu ya kulima ile, ule ukatili ule tunaofanyiana huko nyumbani, ile familia Je, yeah, matumizi hayo ya ukatili ya nguvu ya ubabe yapo mahayapo? Basi anatuambia yeye, yeah, ana huruma, hakubaliani na hayo mambo ya kutesana, mambo ya kunyanyasana, hayo hayaweki muhuri kabisa. Petro aliambiwa mapema Aka rudisha upanga alani, na mtumishi aliyekatwa sikio akafanywaje? akanyongwa aka akaponywa. Naona ndivyo anavyopenda Yesu, tuoneshe huruma, sio kukatana masikio na pua kuumizana. Tunasikia kila leo kwamba kwenye familia mauaji yapo kabisa watu ukatili wa ajabu wanafanyiana, ndugu na ndugu, mtu na mke, ndugu kwa ndugu. Sasa hakubaliani na matumizi ya nguvu, kutesana, kuumizana. Aliambiwa arudishe upanga alani na mtumishi akaponywa. Je, mara ngapi tumetumia maneno makali sisi, matusi ya ajabu, matusi kabisa, kwenye njia ya mdomo ama kwa njia ya mtandao? na matendo ya kuumiza tukiwa na hasira au hamaki. Mtu ana hamaki, mtoto ameiba sijui shilingi mia mbili, anachomwa kwa namna za ajabu mpaka anauawa. Mtoto anauawa, ni hasira hizo, ni hamaki hizo. Mrafiki anaachana kabisa, tangu leo nisikuone. Sasa ndio tunajifunza kwa Yesu? Hapana, tuwe na huruma ili tuweze kuhurumiwa na nani? Na Mungu. Tusipokuwa na huruma kwa wengine, nasi pia hatutaonewa huruma. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo, yes, la pili ni ubishi. Ubishi, tuko wabishi kweli, hasa kweli. Vijana, huyu unapata maelekezo unayachakachua unafanya navyo fikiri la maana Yesu alimwonya Petro akimwambia kwamba wewe bwana utanikana, na kabla jogoo ya wika utakuwa umeshanikana mara ngapi? Mara tatu. Amamna baba, mimi tapambana, kwa napanga hapa mimi. Na alianza pale mwanzo ni kupambana kweli kweli, kwa kukosa shabaa alikuwa analenga shingo, akaishia wapi? Kwenye sikio. Sasa ndio uhodari wake Petro. Kumbe aliambiwa we mwangalifu ukeshe, fanya nini? Ukeshi. Lakini alijiamini sana. Tunapojiamini, tunajiamini mno kiasi kwamba tahadhari za maisha tunazopewa na wazazi wetu na walezi wetu na Mungu mwenyewe na kanisa, hatusikilizi tunafata zaidi mkumbo wa vijana, rafiki zangu, mbona wao wanafanya, mbona hizo. Utajionea mwenyewe kwenye ukweli. Sasa ubishi wa Petro, ulishia wapi? Aliposikia sauti ya jogoo, akamgeukea Yesu, akamwona Yesu anamgeukia, wanatazamana macho kwa macho hey. Alifanya nini? Alikumbuka mimi ni msaliti usaliti na akalia. Alijiamini mno. Alifanya nini? Vivyo hivyo tunapojiamini mno, tunapata mimba za ajabu ajabu, tunampa mtu mimba, tunavuruga wazazi nyumbani, tunafeli mitihani. Kujiamini mno, kujiamini mno. Tuko kwenye mwaka wa jubilei, mambo yamepangwa mazuri tu ya kusaidia kila mmoja anufaike na kipindi hiki. Huu ni mwaka wa kupata rehema kamili za kuondolewa adhabu zote za muda. Je, hatujamkana Yesu katika ufuasi wetu? Kweli ndio mkana Yesu, mahali fulani tunamkana kwa dhambi zetu. Katika adhimisho hilo, vijana walimwomba mwashamu Baba Askofu Mkuu Isaac Amani awazindulie rasmi sare Alfie yao ya vijana. Vijana <tos gradually dynamite> waliohudhuria katika adhimisho hilo walisema ya kuwa tunapoelekea kipindi cha sikukuu, vijana wajitolee wakati mkubwa wa kuweza kuwasaidia watu katika kuwalinda wao na mali zao. Kwa majina naitwa Sharon Geoffrey William, natokia parokia ya watakatifu Petro na Paulo Kijenge. Katika kipindi hiki cha kuelekea katika sikukuu ya Pasaka, napenda kuhamasisha vijana wenzangu waweze kujitoa kuwasaidia wazee na watu mbalimbali wenye uhitaji waweze kujitoa kwa kuwa vijana si ni nguvu ya taifa na ni nguvu ya kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni. Kwa majina anaitwa Francis Emmanuel, ni makamu mwenyekiti Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Kwanza kipekee kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kuanzia jana tulikuwa na mkesha wetu kama vijana kwa ajili ya Ija ambayo tumeimalizia leo kwenye sikukuu ya matawi na vijana walikuja kwa wingi, pia leo vijana pia wamekuja kwa wingi. Tulianza maandamano yetu pale Yeso Palloti mpaka hapa Sombetini, tulikuja kwa umoja na Mungu alitufikisha salama. Kwa majina naitwa Mary Kesi, kutokea Jimbo Kuu Katoliki la Arusha, pia ni mweka hazina wa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Basi napenda kuwakaribisha vijana wenzangu katika kusherekea sikukuu ya leo ya matawi tukiwa tuna, tunaelekea sikukuu ya Pasaka. Hivyo basi kwa umoja wetu kwa upendo wetu tukidumisha mapendo daima. Tunawakaribisha pia mwendelee kununua sare yetu ya vijana. Sare yetu ni kwa bei rahisi sana ya shilingi elfu 35 tu. Nikiripoti kutoka Jimbo Kuu Katoliki Arusha, mimi ni Lydia Filipo.